Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Uh, leo Mungu ameniambia niseme na wewe kuhusiana na ujumbe huo, ni kwamba katika kila kitu unachokifanya hakikisha unajiuliza, Mungu wako yuko wapi kwenye hilo jambo. E, unaishi? Jiulize, Mungu wangu yuko wapi kwenye maisha yangu? Unafanya biashara? Jiulize, Mungu wangu yuko wapi kwenye biashara yangu? Mahusiano na ndoa, Mungu wangu yuko wapi kwenye mahusiano na ndoa yangu? katika urafiki tu wa kawaida jiulize Mungu wangu yuko wapi kwenye haya maisha, urafiki wangu wa kawaida, familia na vitu vingine. Jiulize yuko wapi Mungu wako kwenye hayo mambo unayoyafanya kwenye hayo maisha unayoyaishi, kwa sababu ukisoma katika kile kitabu cha Warumi sura ile ya nane mstari wa thelathini na moja na thelathini na mbili Biblia inasema basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu ni nani aliye juu yetu? Thelathini na moja inasema yeye asiyemwachilia mwanawake mwenyewe bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Mungu akiwapo katika maisha yetu, ni nani aliye juu yetu? Mungu akiwapo katika biashara yetu, ni nini kitakachokuja juu yetu, juu ya hiyo biashara? Mungu akiwapo katika mahusiano na ndoa zetu, ni nani atakayekuwa juu ya hayo mahusiano na ndoa kuvunja kufarikanisha? Mungu akiwapo katika familia yetu, ni nani atakayeharibu watoto wetu? Ni nani? Mungu akihakikisha, unajiuliza huyu Mungu katika kila jambo linalokuhusu, umemweka wapi? Yupo ama hayupo? Haleluya! Ukisoma mle mstari wa moja, anasema yeye asiyemwachilia mwanawake mwenyewe. La, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote. Bali ha, hawezi kumwachilia, lakini aliamua kumtoa kwa ajili yetu sisi sote, mimi na wewe atakusaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye, mm? Atakosaje? umepita biashara yako ime, inapita katika myumbo, atakosaje? kutukirimia kurekebisha maisha yako yanayumba, atakosaje? kutukirimia kurekebisha mahusiano na ndoa yanaharibika, yanayumba, atakosaje? watoto wako wanaharibika, atakosaje? kama aliweza kumtoa mwanawake mwenyewe ambaye Biblia inatuambia asiyeweza kumwachilia, lakini alimwachilia kwa ajili yako na kwa ajili yangu Atakosaje kutukirimia kama alifanya jambo kubwa namna hiyo? Mambo haya madogo madogo atakosaje? Basi, ujumbe wangu ni kwamba hakikisha kila unalolifanya, Mungu yupo katikati ya hilo jambo. Katika maisha yako, Mungu awepo hapo, maana akiwa upande wetu hakuna atakayekuwa juu yetu. Mungu akubariki.